Kati ya China bara na Japan kuna visiwa vidogo sana ambavyo kwa mtu wa kawaida vinaweza kuonekana havina maana yoyote, lakini visiwa hivi vinavyojulikana kama Senkaku nchini Japan au Dawayu kwa Wachina vimekuwa kiini cha mgogoro mkubwa wa kisiasa, kiuchumi na kijeshi kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu kubwa barani Asia. Mwaka 1895, baada ya vita vya kwanza kati ya China na Japan vilivyojulikana kama Sino Japanese War. Japan ilivinyakuwa visiwa hivi wakati China ikiwa imedhoofishwa na tawala za kifalme zilizopitwa na wakati, pamoja na mashinikizo kutoka mataifa ya magharibi. Na kwa miongo kadhaa hakukuwa na mgogoro wowote kwa sababu China haikuwahi kulalamika kwa kiasi kikubwa kuhusu umiliki wa visiwa hivyo, lakini hali hiyo ilibadilika ghafla mwaka 1969 baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kubaini kwamba eneo hilo lina uwezekano mkubwa kuwa na mafuta na gesi kwa wingi chini ya bahari. Ghafla visiwa ambavyo vilionekana si lolote si chochote Vikageuka kwa keki ya kugombaniwa. Si kwa ajili ya ardhi tu bali kwa sababu ya utajiri mkubwa wa rasilimali zake. Mwaka 2012 serikali ya Japan iliamua kununua baadhi ya visiwa hivyo kutoka kwa mmiliki binafsi wa Kijapan, lengo likiwa kudhibiti hali ya kisiasa na kuzuia misimamo mikali ya wanasiasa wa ndani. Wakati huo gavana wa Tokyo Shintara Ishihara alitangaza mpango wa kununua visiwa hivyo kwa niaba ya serikali ya jiji la Tokyo. Ishihara alikuwa maarufu kwa kauli zake kali dhidi ya China na serikali kuu ya Japan iliogopa kwamba hatua hiyo ingeongeza mvutano zaidi. Kwa hiyo, iliamua kuvinunua yenyewe kama njia ya kupunguza sekeseke la kisiasa. Lakini China ilitafsiri hatua hiyo kama uchokozi wa moja kwa moja, na kama jaribio la kupora ardhi yake kihistoria. Basi maandamano makubwa yakazuka nchini China, meli za kijeshi zikaelekezwa kwenye bahari hiyo, ndege za kivita zikaanza kufanya doria za kutishana karibu na visiwa hivyo. Kwa nini serikali ya Japan iliamua kuvinunua rasmi visiwa hivyo kutoka kwa miliki binafsi? Jibu lake linaturudisha hadi mwaka 1895. Ni kwamba ingawa Japan ilivimiliki tangu mwaka 1895. Hali ya visiwa hivyo ilibadilika baada ya vita vya pili vya vya dunia. Kupitia ule mkataba wa San Francisco wa mwaka 1951, Marekani iliwekwa kwa msimamizi wa visiwa hivyo kwa muda, kisha mwaka 1972 Marekani ikavikabidhi tena kwa Japani, lakini bila kutangaza rasmi nani ni mmiliki halali. Ndipo hapo China ilipoibuka na kudai kuwa visiwa hivyo ni sehemu ya ardhi yake ya kihistoria. Kwa mujibu wa China, visiwa hivyo vilikuwa sehemu ya Taiwan kabla hata ya uvamizi wa Japan mnamo mwaka 1895. Inashangaza, lakini ndiyo ukweli. Baadhi ya visiwa hivyo vilikuwa vinamilikiwa na familia binafsi ya Kijapan. Serikali ya Japan ilikuwa inavikodisha kwa ajili ya shughuli za utafiti na usalama. Hivyo basi ununuzi wa mwaka 2012 haukuwa wa kutoka China bali kutoka kwa raia wa Japani wenyewe. Serikali ya Japan ilitaka kuwa na umiliki wa moja kwa moja badala ya kuendelea kukodisha. Lakini pia ni muhimu kufahamu kuwa Marekani ina mkataba wa usalama na Japan toka mwaka 1960. Mkataba huo unaeleza wazi kuwa Marekani itailinda Japan iwapo itashambuliwa, na hilo linahusisha pia visiwa vya Senkaku. Hii maana yake kwamba ikiwa China itajaribu kuchukua visiwa hivyo kwa nguvu, Marekani itakuwa na wajibu wa kuingilia kati kijeshi. Na kwa sasa kinachoendelea hapo, hakuna vita rasmi lakini hali ni ya taharuki ya kudumu zaidi. Meli za kijeshi kutoka pande zote mbili zinapishana kwa umbali mdogo. Ndege za kivita kutoka Japani na China zimewahi kuonana angani kwa umbali wa sekunde chache tu, hali inaweza kusababisha ajali au hata mapigano ya ghafla. Jeshi la Japani limeongeza doria hapo, China nayo imeongeza meli za ulinzi hapo. Katika dunia hii iliyojaa mivutano, visiwa hivi vidogo vinaonyesha jinsi historia, siasa na maslahi ya kiuchumi vinavyoweza kugeuza sehemu ndogo ya bahari kwa chemchemi ya janga la kimataifa. Je, unadhani mgogoro huu unaweza kumalizika bila vita, au ni njia gani inaweza kutumika kumaliza mgogoro huu? zaidi ya yote soma kitabu changu cha jicho la Genghis Khan siri za ujasusi wa Mongolia uliotikisa dunia na funzo kwa karne ya 21 kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy, unalipia shilingi 9999 tu kwa Mpesa. Anza na alama kujumlisha mbili tano tano saba tano tano nne nne nane tano tisa moja au CRDB 0152492118400 majina Ananias Edgar Kitage. Baada ya malipo, nitumie ujumbe WhatsApp kwa namba, anza na alama kujumlisha 255 755448591. Nitakutumia kwa WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.